Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza jana Jumapili kwamba huenda akawa na nia ya kubadilisha utawala nchini Iran, licha ya yeye mwenyewe na hata maafisa wake kadhaa wa utawala wake kusisitiza mara kwa mara hapo awali kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran hayakuwa na lengo hilo. Kubadilisha utawala wa Iran anamaanisha kuwa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kwa kuwa ndiye mwenye maamuzi ya mwisho ya juu ya sera ya nchi na mwelekeo wake dhidi ya mahasimu wa nchi ya Iran sahihi kisiasa kutumia neno mabadiliko ya utawala, lakini kama utawala wa sasa wa Iran hawezi kuifanya Iran kuwa kubwa tena, kwa nini basi kusiwe na mabadiliko ya utawala MIGA? Trump aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social. MIGA alikuwa anamaanisha kuwa make Iran great again, kama ambavyo amekuwa akisema make America great again, yani MAGA. Naye kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameahidi kuwa adhabu kali itaendelea dhidi ya Israel, katika tamko lake la kwanza kwenye mitandao ya kijamii baada ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Adui mzayuni amefanya kosa kubwa, ametenda uhalifu mkubwa, lazima aadhibiwe na tayari anaadhibiwa, anaadhibiwa hivi sasa, Khamenei amesema kupitia taarifa aliyoiandika kwenye X ama Twitter zamani. Taarifa hiyo iliambatana na picha ya fuvu linalowaka moto likiwa na alama ya nyota ya Daudi mbele ya majengo yanayoungua kwa sasa. Kuna taarifa kuwa kiongozi huyo mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesitisha mawasiliano ya aina yote ya kielektroniki na sasa anazungumza kupitia kwa wasaidizi wake wa karibu, hii ikiwa ni kwa mjibu wa gazeti la Marekani la New York Times. Kuna taarifa kuwa maafisa wa Iran wamesema kuwa hofu ya kuingiliwa kwa mawasiliano yao na Israel imetikisa ngazi za juu kabisa za uongozi wa taifa la Iran. Wakati huo huo, uhasama bado unazidi kupanda baada ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kutangaza kuwa kila aliye katika eneo la mashariki ya kati sasa ni shabaha halali kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo muhimu vya nyuklia vya Iran. Rais Trump ameyataja mashambulizi hayo ya anga kuwa ushindi mkubwa wa kijeshi, huku Iran tayari ikiapa kulipiza kisasi. Hali inaendelea kuwa tete na hatari kwa Wamarekani walioko katika mashariki ya kati, kwani muda wowote wanaweza kulengwa na Iran. Baraza la usalama la umoja wa mataifa lilifanya kikao cha dharura jana Jumapili, siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Marekani imebomoa maeneo ya nyuklia ya Iran. Kikao hicho kiliitishwa na Iran na kinakuja wakati ambapo Urusi, China na Pakistani zimependekeza kwamba baraza hilo lenye wanachama kumi na watano lipitisha azimio linalotaka kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti katika eneo lote la mashariki ya kati. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimwambia rais wa Marekani Donald Trump kwenye ukuta wa magharibi mjini Jerusalem siku ya jana Jumapili kufuatia mashambulizi ya marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani usiku ukamkia hapo jana. Baada ya sala Netanyahu aliweka karatasi kwenye mipasuko ya ukuta huo, na karatasi hiyo ilikuwa imeandikwa maneno haya: watu wa Israel wameinuka, watu wa Israel wanaishi. Wakati hayo yakiendelea, televisheni ya Iran Press TV na shirika la habari la Fars vimeripoti kwamba mama mmoja na mtoto wake wa um miaka sita nchini Iran wameuawa katika shambulio la ndege isiyo yani drone ya Israel katika mji wa Hamili, mkoa wa Kermanshah, katikati mwa Iran. Kwa mjibu wa shirika la habari la Fars, shambulio hilo lilenga roli na gari la abiria. Baba mmoja na mtoto mwingine walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Tangu operesheni ya kijeshi ya Israel yanze tarehe 13 Juni, watoto kadhaa wamekuwa wakiripotiwa kuuawa nchini Iran. Nako nchini Israeli, jeshi la Israel, Israel iripoti kwamba limeidungua droni moja iliyokuwa ikikaribia jiji la kusini la Eilat. Hata hivyo, halikubainisha chanzo cha droni hiyo. Hatua hiyo ilikuwa ni muda mfupi baada ya Israel kusema kwamba Iran ilikuwa imezindua shambulio jingine la kombora. Vyombo vya habari vya Israel viripoti kwamba kombora moja lilivurumishwa na lilidunguliwa kabla ya kuleta madhara. Hapo jana, mashambulizi ya makombora kutoka Iran yamesababisha majeruhi kwa raia ishirini na watatu katika maeneo ya kati na kaskazini mwa Israel, hasa kwenye miji ya tel Avivu Nesit na Haifa ambapo majengo na magari yalipigwa moja kwa moja. Pia jana, Iran iliulenga uwanja wa ndege wa kimataifa Ben Gurion nchini Israel na safari zote za ndege zilisitishwa. Nazo taarifa kutoka ikulu ya marekani White House zinasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana na timu yake ya usalama wa kitaifa katika ofisi za Oval, ikulu ya White House, siku ya leo Jumatatu alasiri kwa saa za Marekani, kwa mujibu wa vyombo vya habari. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Marekani inaendelea kutathmini uharibifu uliotokana na mashambulizi yake dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, huku Trump akitoa onyo kwa Tehran kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya utawala iwapo haitabadilika. Kituo cha habari cha CNN kiliripoti kuwa awali Trump alikuwa amepanga kuondoka kuelekea mkutano wa nchi za kujihami za magharibi NATO mjini The Hague siku ya Jumatatu leo, lakini sasa atalazimika kuondoka kesho kufuatia fukuto hilo kuendelea kupanda mashariki ya kati. Ufaransa imetuma ndege ya kijeshi aina ya A400M kwenda Israel ili kuondoa raia wake walioko nchini humo, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje na wizara ya ulinzi ya Ufaransa. Ndege hiyo ya kijeshi itasaidia kuongeza uwezo wa ndege za kiraia zilizokodishwa ambazo tayari zinafanya kazi hiyo. Raia watakaosafirishwa kwa ndege za kijeshi watapelekwa nchini Cyprus. Inakadiriwa kuwa kuna takribani raia wa Ufaransa elfu ishirini na tano wanaoishi nchini Israel. Baada ya marekani kuishambulia Iran hapo jana, bei ya mafuta ya duniani imepanda kwa kasi katika biashara za mapema leo Jumatatu kutokana na hofu ya kuvurugika kwa masoko ya nishati kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Wakati biashara ilipoanza, bei ya Brent na mafuta ya Marekani aina ya WTI zilipanda kwa zaidi ya asilimia 4 na kufikia viwango vya juu zaidi tangu mwezi Januari kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Hata hivyo, baadaye faida hizo zilipungua na kufikia majira Tisa unusu usiku pipa ilikuwa juu ya asilimia mbili nukta mbili hadi dola sabini na tisa nukta mbili sifuri kwa pipa na WTI ilikuwa juu kwa asilimia mbili nukta moja hadi dola sabini na tano nukta tisa nane. Wachumi wa kundi la kifedha la MUFG kutoka nchini Japan walisema kuwa kutokuwa na uhakika kuhusu matokeo ya muda wa vita hii kunaweza kusababisha ongezeko la bei ya mafuta kwa dola kumi zaidi kwa kila pipa Iran nchi ya tisa kwa uzalishaji mafuta duniani ikiwa na uzalishaji wa takribani mapipa milioni tatu, nukta tatu kwa siku. Kati ya hayo chini ya nusu huuzwa nje na kiasi kingine hutumiwa ndani ya nchi hiyo. Hii ni Msasa Media kwenye mitandao yote ya kijamii, tunatumia Msasa Online to follow, like, comment na share. Msasa kisasa zaidi.